ya ligi imeweza kuitisha kikao maalum kuhusiana na mechi ya watani wa jadi ambapo bodi ya ligi kuu Tanzania bara imeweza kuandika barua rasmi kwa rais wa klabu ya Yanga Injinia Hersi Said pamoja na wajumbe wake wote wa kamati ya utendaji wa klabu hiyo ikiwaalika katika kushiriki katika kikao maalum cha kuweza kujadili mechi ya ligi kuu ambayo ni ya namba 184 ambayo itawakutanisha wawili hawa Simba pamoja na Yanga FC. Sasa tarehe 9 ambapo ni Juni mwaka 2025 muda wa saa 4 kamili asubuhi, mahali ambapo utakuwa ni ukumbi wa bodi ya ligi, Ilala Dar es Salaam. Lengo la kikao hii itakuwa ni kuweza kwa, e, kujua kwamba ni kitu gani ambacho e, wanabidi wakifanye katika kusuluhisha e, bana mechi hii ya Simba pamoja na Yanga waweze kukutana. Na kama unavyofahamu kwamba mdau wa soka kutoka, kutoka kipande chochote ambacho upo right now kwamba Simba pamoja na Yanga tarehe 15 mwezi huu, pengine tunaweza tukaona wakiendelea kumengenyana, tuweze kujua ni kwamba ni nani ambaye ataibuka kinara katika mchezo huu. Lakini kumekuwa kumekuwa kuna tetesi, kumekuwa kuna story ambazo zimeibuka, na wao Yanga waliweza kuweka bayana kabisa kwamba katika mechi ya tarehe 15 waliweza kutoa tamko rasmi kwamba eh, hawatacheza kwamba hatuchezi, ndio tamko ambalo lilikuwa likiendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. So ni vyema kabisa kuweza kufahamu kwamba ni kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea baina ya rais wa Yanga engineer Hersi Said pamoja na eh, uongozi huu ambao umeweza kumuita bodi ya ligi ya Tanzania bara kuweza kujua kwamba ee, bana, ee, mchuano huo utakuwa vipi au ni kitu gani ambacho kitazidi kuendelea cha msingi ambacho na kusi muda wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now, make sure kwamba unaendelea kusubscribe kwa ajili ya taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Tutazidi kukujuza ni nini ambacho kimetokea baada ya mazungumzo haya ya engineer Hersi pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Tupe mtazamo kwenye section ya comment hapo chini kusubscribe, kulike